Leto runinga ya Citizen. Siku moja baada ya mjane wa marehemu kinara wa ODM Raila Odinga kutaka wanasiasa wa chama hicho kuhakikisha umoja wa chama hicho, baadhi ya wanasiasa wamefanya mkutano hii leo hapa Nairobi. Baadhi ya waliokutana wakisema kuwa ODM inajiandaa kuhakikisha itakuwa debeni mwaka ujao. Willi Lusige anaarifu. Siku moja baada ya mkewe marehemu Raila Odinga Aida kutaka wanasiasa wa ODM kukaa na kutafuta suluhu ya cheche za hivi punde, wanasiasa wa chama hicho wameonekana kuanza safari ya kutafuta suluhu. It is my wish that we To our country. Picha hizi kwenye mitandao zikiashiria mwanzo wa mazungumzo kuhakikisha chama cha chungwa kinasalia imara, kati ya waliokuwa kwenye mkutano huo wakijumuisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo na wabunge wakiwemo Mili Odhiambo, Babu Owino na Ruth Odinga. Mbunge wa zamani wa Makadara Ruben Ndolo aliyekuwepo akisema kuwa baadhi ya waliozungumzia ni mpango wa siasa za mwaka elfu mbili ishirini na saba ni chama kubwa sana na tunataka ODM wasirudi nyuma kusimamisha presidential candidate. Mkutano huu wa punde zaidi ukiwa kati ya misururi ya juhudi za kusitisha kuyumba kwa wimbi la chama cha chungwa kilichoanza kuzama zaidi kufuatia siasa za nani wa kulaumiwa kuhusu kushindwa kwa Raila Odinga kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Willy Lusige, runinga ya Citizen.